Meja Edward Edwad Flon Gowele, mkuu wa wilaya ya Tarime. Idadi ni kubwa sana ya watoto ambao hawajaripoti mashuleni, na jambo hili ni wajibu wa wazazi pamoja na watumishi wa serikali wote kuhakikisha watoto hao wanakwenda shule Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio kiongozi wetu mkubwa wa serikali ameshafanya wajibu wake mkubwa wa ujenzi wa miundombinu ikiwa ni madarasa pamoja na madawati, lakini watoto wengi hawajaripoti shule. Sasa natume muda huu kutoa maelekezo kila mzazi ambaye ana mtoto anastahili kwenda shule, hakikisha amekwenda shuleni, na lazima watambue kwamba jambo hili sio ombi ni lazima kwa sababu elimu ni bure kuanzia awali mpaka kidato cha sita. Wajibu wao ni kupeleka watoto shuleni na nimeshatoa maelekezo kwa maosidi wote watatu wa wilaya ya Tarime, osidi Nyamwaga, osidi Sirari, osidi Tarime mchi, kwa watendaji kata wote wa wilaya hii lakini maafisa elimu kata, maafisa elimu msingi na sekondari, lakini tunao polisi kata kwenye kila kata e, tunao watendaji wa vijiji. Tunaanza zoezi la kuhakikisha e, watoto wote wanakwenda shule na tuwatambue wote. Bahati nzuri tumeshapata majina kwa kila shule kwa kila kata, ni watoto nani na nani hawajakwenda shule. Tutakamata mzazi na watakwenda mahakamani. Sasa ili epuke hilo, hakikisha mtoto wako amekwenda shule, ameripoti shuleni ifikapo <laughs> kesho asubuhi, wa watoto wote wameenda shule. Vinginevyo tunaanza kukusanya. Tunawanyima watoto haki ya msingi ya kwenda shule, ya kupata elimu. Tunatambua wapo wanafunzi ambao e, wameozeshwa tayari wako kwa wanaume ambao ambao atakiwa kwenda kwa shule, lakini wapo ambao wana mimba, wapo ambao wako kwenye machimbo wanatumikishwa kwenye machimbo, wapo ambao wanafanya biashara maeneo ya stand, sokoni na mitaani, lakini wapo ambao wanatumikishwa kama house girl kwenye baadhi ya nyumba. Wapo watoto ambao uh, wametoroshwa wako nje ya nchi, maana yake kwenye nchi jirani. Kama mnavyojua, hapa tunapakana na nchi ya Kenya wapo huko, wapo ambao wanafanya shughuli mbali mbalimbali uchungaji na mambo kama hayo kwenye mashamba. Sasa natoa wito kwa wananchi wote wa Tarime, ifikapo kesho watoto wote wameenda shule. Hatutakuwa na huruma katika hilo, tutakamata na watakwenda mahakamani, sisi tutakamata mzazi kwa. Ni maelekezo yangu kwa watendaji wote, ni wataja hapo juu kuwatambua ni mtoto wa nani hayupo shule, kamata mzazi, peleka mahakamani. Hatutakuwa na uhuma katika hilo. Idadi ni kubwa sana ya watoto hasa kidato cha kwanza, hawapo mashuleni. Wale watoto walio feli form 2 kwenda form 3 wamerudi wako nyumbani, wengine wameolewa, wote warudi shule, kama maelekezo ya serikali yalivyo. Lakini kingine kinachochangia utoro ni watoto kutopata chakula shuleni. Hili limekuwa tatizo. Tarime tunapata mvua mara mbili kwa mwaka, tuna vyakula vya kutosha, hatuna sababu watoto wasipate chakula shuleni. Hii inasababisha inachangia pia kwenye utoro, lakini na malezi